Wafanyabiashara katika maeneo ya Kehancha, kaunti ndogo ya Kuria Mashariki, wanaishi kwa hofu kutokana na kuongezeka kwa uhalifu eneo hilo. Wafanyabiashara hao wanaeleza kuwa wamekuwa wakipoteza mali yao kwa magenge ya wezi ambao wanawavamia kwa kutumia panga. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa ni hulka ambayo kwa sasa inaendelea kushika kasi na kulemaza shughuli za biashara katika maeneo hayo. Eneo hili limekuwa na utovu wa usalama kwa muda mrefu, kwa hiyo ningependa kuomba serikali waimarishe sana usalama, hasa maeneo ya hapa kwetu hapa juu. Wakati ambapo kuna ma, ma, e, kuna visa kama hivi, hata sisi kama wafanyabiashara tunakosa ile morali ya kuendelea na biashara, na hizi biashara ndio vitega uchumi vyetu. Sasa tunapopatana na mambo kama hayo wengine wetu tunafikiria hata kufunga hiyo biashara sasa. Ninahisi kwamba serikali ikiingilia kati, iimarishe usalama, patroli zinazofanywa hapa zisiwe kwamba zili patrol tu ya labda askari wanapita wanaenda. Hapana, unakuwa una, kukuwe na usalama kabisa, security ikiwa tight cuz kama hapa ni saa mbili inaibiwa sasa biashara, basi mkifunga saa mbili, tunaenda wapi? So ni ile yenye security ikiwa fiti, hadi biashara inaweza kuwa mpaka saa tano saa sita hivyo, mtu anapata chake hata asomesha watoto.